Mto Ruvuma unaanzia katika wilaya ya Songea katika milima ya Matogoro pale. Ukianzia pale, unapita katika wilaya ya Nyasa, Mbinga, unakuja wilaya ya Songea yenyewe na Tunduru na mtumbo na, na mtunduru. Alafu, ndipo unakuja unakutana hapa tulipo leo, yaani wilaya na Nyumbu. Baada ya hapo utaenda kukutana na maeneo ya ya a, uh, Newara mpaka kwenda kukutana na bahari ya Hindi. Kwao unakuta sasa, hii mikoa miwili mpaka kwenda kukutana na bahari ya Hindi imepita kwenye maeneo ya wilaya mbalimbali mbali, na jinsi unavyozidi kwenda ndivyo unavyozidi kutanuka. Huu ndio mtoruvuma kwa kweli. Karibuni sana hapa leo, tupo katika daraja la umoja. Daraja la Umoja linapatikana katika mkoa wa Mtwara wilayani na Nyumbu. Yaani, hapa panaitwa ni Mtambaswala. hapa Mtambaswala ndio nalipata hii daraja la umoja ambalo lina urefu, daraja tu lina urefu wa mita takriban mia saba na ishirini hivi, hivi. Unaweza ukaona huu mto Ruvuma jinsi ulivyosambaa upana wake, yaani daraja linaanza mwanzo mpaka mwisho limesheheni maji lakini pia unaona pale pale pana kisiwa eh, hiki kisiwa ni tayari kizuri kabisa kwa ajili ya michezo ya ufukweni. Huu mto Ruvuma umegawanyika na mna yani, ile kuna maeneo yana visiwa, lakini hiki hapa nacho kama unavyoona kimepamba vizuri, kimepambwa na green greenland eh, kwa pale mbele uh, ina white sand pia yani mchanga mweupe. Kuna kipindi tunahitaji zile sand pitch kwenye miguu yetu kwa ajili ya kufanyia massage unapokanyaga mchanga inasaidia kutengeneza nesi fulani katika ubongo, kwa unapopata nafasi. Kwa sisi ruvuma wenzenu, hatuna bahari ya Hindi, ila tuna mto Ruvuma. Mto Ruvuma umesheheni hizo vitu zote ndani yake. Sasa unakuta mchanga unaogelea, unacheza, unakanyaga mchanga kidogo, unabadilisha mindset, unakuwa mpya na unapata kitu kipya. Daraja tu kuja hapa kutalii kwenye daraja tu pia nacho ni kitu kingine. Unatalii sehemu ambayo pia ina ukijani pembeni yake. Huu ndio utalii na huu ndio ufahari wa Ruvuma yetu.